atakuwa anatekeleza mwelekeo wa sera za sisem elfu mbili ishirini elfu mbili thelathini ambayo yeye alishiriki kuandaa. Ndugu mgombea, ilikuwa mara ya kwanza mimi kuvuka lile daraja la Magufuli, kwa sababu sio sio njia yetu. Ukitaka kwenda Kagera ilikuwa ni adha sana, inabidi uzunguke kule. Nimeona maajabu makubwa sana, hongera sana kwa kazi kubwa ile lile daraja likifunguka, mi katika mkoa wangu una, unajenga daraja uwanja wa ndege huu, na Kagera huko nimeambiwa kuna kwenye ilani kuna uwanja mkubwa wa, wa Mkajunguti, meli hizi unazozijenga za mizigo na abiria, barabara zinazounganisha huu ukanda unaenda kuwa ukanda maarufu sana katika Afrika Mashariki.